Salimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina naitwa Ragita Joel Masa, ni daktari wa manispaa na tupo hapa kwa ajili ya chanjo, kuadhimisha siku ya kichaa cha umbwa duniani, ambao huu inafanyika kila mwaka tarehe ishirini na nane mwezi wa tisa kwa ajili ya kuzuia kichaa cha umbwa. Kichaa cha umbwa ni ugonjwa ambao una una, una wadili umbwa na na baadaye huambukiza kutoka kwenye umbwa kwenye kwa binadamu. Na hii siku huwa tunalenga kuzuia huo ugonjwa kwa kuchanja umbwa na kutoa ushauri namna ya kuzuia ugonjwa kwa wafugaji husika na huu na huu ugonjwa ni, ni kwamba unapokuwa kwenye umbwa huo una dalili zake, na ukuakwa binadamu una dalili zake. Kwenye umbwa mara ya kwanza, umbwa unaweza usimtambue kama ana kichaa, lakini umbwa anapoendelea huwa anapatikana anakuwa na dalili zifuatazo kwa mfano, umbwa anaweza akawa anakooza, hususan anapoteza ule mwelekeo anaanza kusurura na wakati mwingine huwa anakataa hata kunywa maji, anaogopa maji, anaogopa mwanga, anaanza kushambulia vitu ambavyo vyenye uhai, uhai na visivyokuwa na uhai. Kwa mfano anaweza akashambulia binadamu na anaweza akashambulia vitu ambavyo havina uhai, chochote anachokutana nacho. Sasa kwa baada maye, hayo maelezo, naomba kwa ya hayo maelezo naomba tufanye zoezi yenyewe kwa mbwa wafugaji walioko hapa. Na mimi naitwa John Pascali, mwenyekiti wa mtaa wa Mwaja. Kwanza nishukuru kwa ajili ya wataalamu kunifikia kwenye mtaa wangu kwa ajili ya uchanjaji wa mbwa. Pia niwakaribishe kwa ajili ya zoezi la kuchanja mbwa kweli hawa mbwa ambao hawajachanjwa wamekuwa ni hatarishi kwenye jamii, pia kwenye mifugo mingine. Utakuta mbwa anaweza akapata kichaa akaleta madhara, inakuwa ni jambo ambalo linakuwa sio sio zuri. Pia ni washauri wananchi ambao bado hawajaleta mbwa wao, ili zoezi litakuwa ni endelevu, ni vizuri walete mbwa wao pia waweze kuchanjwa. Leo ilikuwa ni uzinduzi, chanjo ni ya bure. Kwa hiyo niwakaribisha wataalamu tuendelee, pia wananchi tuendelee na utaratibu wa kuwaleta mbwa wetu waweze kuchanjwa. Lakini yule kama hataweza kuleta mbwa wake, wataalamu ni waombe. Maana mbwa ni wengi na wanazurura na wanang'ata watu, ni vizuri mkachukua hatua nyingine ya, ya pili zaidi, kama kuna uwezekano wa kuwaua wale mbwa au kuwapa sumu. Maana mbwa ni wengi sana, alafu wanajizururia bila utaratibu.